Yeah. Namna ya Simba Sports Club wanabidi wajifunzutwhapana hatuna cha kujifunza zaidi ya kuboresha kile ambacho sisi tunacho mm. sababu timu yetu, kila mtu ameameiona timu ni nzuri, makosa madogo madogo ya ndio ametugharimu, lakini nafikiri nyiwe wenyewe mnaona, hata watani yao walikuwa wajoto mara ya mwishi, tuna tunaimani mambo yatakuwa mazuri sana sanatunaeda yeah, kufanya vizuri kwa namna ya gemu ambayo wachezaji wamecheza leo, tunaenda kufanya kitu kizuri kimataifa. Kwa hiyo ati mashabiki na wapenzi wa Simba wasikate tamaa mm. timu yetu ni nzuri, ni matokeo ya mpira of course, kufungwa na mtani na umma mm. lakini lazima tu, tushikamane e, viongozi, mashabiki na wachezaji tuwe mm. pamoja ili tuweze kubadilisha haya matokeo. Wengi wanamlaumu sana mwalimu. Shida inaweza kuwa ni mwalimu kweli? Hapana, hapana, ni namna ya gemu, kwa sababu unaona hata goli lenyewe kulikuwa kuna makosa ya, ya mabeki hakukua na concentration nzuri, lakini adhahizi timu zetu zimecheza vizuri na timu yetu imecheza vizuri kuliko hata mechi tuliocheza kwenye Simba Day kwao. Timu inacheza vizuri na imani kwenye mechi inayofuata. Haya ameshapita, tuangalie mechi za kimataifa, na imani mtani baada ya hapo hawezi kutufunga tena. Kwa hiyo hatujakata tamaa kabisa, tuna imani na timu.